Uko chepe, chepe. Chepe, chepe. Kwa kweli najisikia niko comfortable. Mm-hmm. Na fly kwa kweli nimepata joto zuri kabisa ambalo linaniondolea sumu yote mwilini. Naamini hichi kifani kizuri kwa kweli nimeona, nimeingia, nimepata joto zuri na naamini jasho hili lililotoka na no uchafu ndivyo unavyotoka wachangamkie fursa mifaa na nice isivipo chache make kwa uzuri huu lazima watavipenda wengi. Sauna room yetu ni uhakika kabisa, kama unavyomwona kaka hapa, yuko chepechepe, ametoa sumu mwilini, ametengeneza ngozi yake, amefungua pores za ngozi, amerelax. Maana aliingia kinyonge, lakini namwona sasa hivi bonge ya tabasamu. Karibuni sana mjipatie sauna rumu hizi, ili muweze nanie kufurahia na kupata faida hizi kedekede. Uimara na ubora ni wa hali ya juu.